Na hii oh, so kama hii ulichukua na bei gani? Kuna nyingine imebaki kwa nyumba, naona wengine wanauza moja kumi tauni. Kuna mtoto mdogo

bado oh, one hour ago na bado yeah. Mm. Yeah. Oh. Mm. Yeah, like mm. So ukikosa, kwa mfano, ukikosa kuuza na hii ndio unategemea, unafanyaje hapo? Unachukua deni sasa kwa duka <coughs> sawa oh. mm. oh. sasa hiyo tumekula ngapi pesa ngapi tatu moja okay. mm-hmm. na hii inakuwa hii ni bei gani hii ni utewa hebu weka hapa juu

Hiyo ni mia m onaaa. Sawa sawa. Alafu gunia ni pesa ngapi? Mm. Sao, sao. Mm. Alafu, gunia, <laughs> Nipea tu, sawa niweke ndani. Toto, analia weka haraka kidogo, anakula ndizi mm, na hujampea, hujampea uh, hata ta kule <laughs> uh, <laughs> mambo yeah, si mtoto anakula hii yeah. Mpea iza kule. How are you? Asante. Oayo anaitwa nani mdogo eh? na toto anasema, mtoto anaitwa nani? Mama yake jina yake ni nani? Sasa na mama, na. Oh. Mama, hali ya nyumba iko aje? unga iko Okay Toni, tubebe hiyo twende nayo, si ndio? na wewe ujakula mbeye, pia ingine ya kule. Yeah, unajua anauza hata hajaonja. Tujue wewe anauza na hajaonja. Anza kugawa wenye wako na nini hapo kwa barabara. Sasa unanidai pesa ngapi? Hiyo iko sawa. Eh, enda ufanye maneno kwa nyumba yako. Hiyo ingine ya biashara, hiyo utafuta unga hata kama ni kidogo.

E, amawezi <laughs> <with in> maliza, enda ugawane, enda upe mwenye anataka kula. Asante. Haya. Bosi Haya, tumenunua ndizi, kuna mama tumepata pale yeah. Anauza ndizi na wage, ni kama mtoto wake ni mgonjwa na hajapata pesa so yeah. Tumenunua tu, unapeana e, mnaweza gawana hapo. Ama kuna wengine hey, habari ya baba. kuna wengine pia Mm. Asanteni ni mm. kazi tu. Sawa so, ba. Thank you. Asante. Haya kuna mm. naona kuna mtoto. Eh, hey, kuna watoto pia. Okay. Okay. Mm. Kata. Mm. Kata. Mm. Kata. Oh. Mm. Ba Oh. fia ba. Thank you. Asante. Haya. tu aya. Sawa mm. ba. ba. Hey, boss, kuna ndizi nimenunua hapa. Uh -huh. Ni nyingi nimenunua kwa mama fulani pale. Unaweza kula kidogo. Uh -huh. Mkicheza hapo. Uh -huh. Yes. Gawia ma maarifa <laughs> uh hapo <-huh. laughs> <laughs> ni kujenge <laughs> ndio itaanguka.

ziko sawa. At least kuna stock ya ndizi. Ah, ilifaa uniwekea hizo, kichukua hapo, hiyo kichukua hapo sahizi. Kuna hapo nalipa. Eh, aina tatu. Weke kila kitu. Ojauza? aya iyo jinunulia, chukua ya 50. Thank you.